fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Tuko katika hadhra ya mtume alotukusanya, ni mjukuu wa mtume. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya mtume. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya, ya ahlu beiti wa mtume. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya shekhe letu na ami yetu ambaye kwamba ametukusanya kwa ajili ya babu yake. Al-Allama alalama as Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Al-Habib Alawi bin Al-Habib Ahmad Badawi bin Al-Habib Saleh bin Alawi Jamalul Layl. Sitaki kuzungumza, ulamai wamezungumza, akizungumza Sheikh Yusuf akizungumza, Sheikh Mbarak akizungumza, Said Mahdar, sisi wa ni kumalizia tu, lakini nitatabaruku kueleza, si khutba kwa ajili khutba zitasolewa. Ahmad al-Muhajir jina lake ni Ahmad tabarukan bi bijaddihi, ametabaruku kwa babu yake Ahmad al-Badawi. Ahmad al-Badawi tumjua tarehe yake na kazi yake na kutumikia kwake ilmu, bali twasema ilmu tunaoitumia yote hapa Afrika Mashariki yarudi kwake kupitia kwa alhabib Saleh bin Alawi Jamalil Layl Ahmadul Muhajir kutabaru na yule Ahmadul Muhajir mkubwa, ambao kwamba ni maba, ni babu ya Ali ba Alawi Ahmadul Muhajir

kutoka Iraq akaja Hadramaut hadhramot ahlulbeiti weno marahili ya kugura ya kuhama, na kule kuhama kwao ni faida kwa wale walohamiwa waloendewa, kutoka kwa babu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alohama kutoka Makka, tumemsikia doktori hapa kwenda Madina, lakini mwisho akawaambia ansari, walaula alhijratu lakuntum ra'am mraa min alansar, kupata ile fadhila ya hijra. Lau si hijra, mimi ngalikuwa katika nyinyi. Hijra imeleta faida. Ukisoma silsila ya Ali Baalawi utaona namna gani wamehama kutoka kwa Mtume. Alimam Ali amezikwa najaful Ashraf, alimam Husein amezikwa

Husayisa wengine wanaofuatiwa wakazikwa Sumal, wakenda mpaka wakaja Tarim, wakenda babu hay yao Jamalul Jamalul Lail, ambao kwamba ni babu yetu mkubwa as-Sayyid as Harun bin Abdurrahmani Jamalil Layl ndio wa kwanza alotoka Hadhramuti akaja Pate. Kazi ilokuja ni dini kazi walokuja kuifanya ni kutangaza ilmu. Asaid Abdallah Sahibu Tuyur ndio akatoka Pate kuelekea Komoro, akafa njiani. Auliza Pate ni wapi? Nafikiri mwakujua Pate Lamu, mbele ya Lamu kule kuna kisiwa chaitwa Pate ukipita Lamu kwenye visiwa kule, wanaita Pate Island, jazira tuPate. zilikuwa gari zao zamani ni punda. Wakatoka huyo Abdallah sahibu Tuyur akafa njiani, mtoto wake Ahmad Sayida Ahmad akafika Komoro akakaa Komoro. Alhabib Saleh akatoka Komoro akahamia Lamu kwa ajili ya ilmu akaieneza ilmu. Ilmu ile kukuwa haitobaki Lamu peke yake, Ahmad al-Muhajir anaye, akatoka Lamu akaja Dar es Salaam. Kazi ni hii tunaoiona hapa hapa, tuliokuwepo ni talabatul ilmi, wingi mashekhe, wingi maustadhi, wingi na wingi, warudi kwake, na kurudi kwake ndio kurudi kwa mtumi hizi shairi tulizozisoma huku, abun yatalaqa an abihi wa hakadha faya laka min aba kiramin waajdadi. Saida Ahmad Lmuhajiri akikusomesha kitabu, amekusomesha kwa silsila mpaka kwa Mtume. Si ilmu za kuchukua kwenye mitandao, si ilmu za kuchukua kwenye mativi. Ni ilmu ya baraka na kupiga goti ni ilmu ya talaqi, ni ilmu ya adab, mpaka utoka kwake mpaka kwa mtume. Ndo tukasikia leo ni bakti sisi kuwa mbele yake. Mwenyezi Mungu ampe umri, Mwenyezi Mungu ampe baraka, na sisi tubarikiwe na yeye. Na kuhama kwake kutoka Lamu kuja hapa ni baraka kwetu, shekhe na wale walohama kutoka sehemu wakenda nyingine, ni kupeleka ilmu. Na ahlul baiti hawaendi pahali kokote, ila kwa kutangaza ilmu, kwa kuitangaza dini. Usikae pahali pamoja, ukiweza kuhama hama, lakini usisahau kwenu. Tumesikia hapa Dr Mbarak, kwenu usikusahau, eh? Tamwona Said Ahmad zikipija zile kasida za kwau zenyewe unuka akasimama, na saa ingine akashika twari kukumbuka nini dhakartani ahdan madha wa watiba aishin salafa, kukumbuka ahdi ya zamani. Lakini na wewe ukiweza kufanya kazi, na ndo utaona wale walohama Mwenyezi Mungu aliwapa baraka katika kazi yake, na mmoja ni al-imamu Shafi'i radhiallahu ta'ala anhu. Huyo alizaliwa Gaza akenda Makka akenda Madina akenda Bagdadi akenda Yamani.

lma tagharaba kulun azza matlabuhu fain akama fala yahlu ala rutabi Said Ahmad, Mwenyezi Mungu akuweke, Mwenyezi Mungu akubarikie, na sisi Mwenyezi Mungu atupe madadi za watu kama hawa. Watu kama hawa kuwa na sisi ni nuru ile, kuangalia tu ni baraka ile, kuangalia tu ni nafaha. Na mimi najifakhiri kwake kwa njia nyingi sana, ya kwanza ni ami yangu ya pili ni shehe langu, ya tatu ni ndugu yangu. Wasalamu alaikum.